Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pitapita pita za kwangu. Mie hapa ni VMM, hata katika likizo hivi. Of course, kwa wale ambao eh, ijumaa tu kwa pamoja, nipo katika likizo ya wiki mbili. Kwa hivyo eh, wale ambao wanapata kwenye radio watapatana kwa muda wa two weeks only, lakini basi hapa kwenye mtandao nitajitahidi niwezavyo, hata kama pitapita sitakuwa Mm, kwa sana lakini tajitahidi niwezavyo tuwe pamoja kwenye himizo. Kwa hivyo kwenye himizo, kwa namba ni wapenzi wa himizo, kila asubuhi saa kumi na mbili tutakuwa napata himizo papa hapa kwenye YouTube pana majaliwa for the next uh, two weeks alafu turejee pia tukiendelea zaidi. Na Mungu azidi kutenda wema. Kwa hivyo karibu tena zaidi kwenye pita pita pita pita za kwangu. Ni wapo ndio unajiunga nasi for the first time uh, uh, pita pita za kwangu pale uh, make sure umesubscribe chini ya video hii kuna neno subscribe. Kliki hiyo neno subscribe ukiambia sign in, sign in na Gmail akaunti yako. Copy the link and share. Uweke comment yako hapa chini na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo make sure umesubscribe pale na Mungu akutende wema. Naam, kwenye pitapita pita za kwangu. Kafika katika maeneo kadha wa kadha na niruhusu nikujuze kwa kiduchu tu eh, maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, kwa hivyo umesubscribe, right? Kwa hivyo tuendelee. Nilianzia katika eneo la Uundanyi undanyi kwa kule Taita Taveta uundanyi eh, kuna mzee mmoja kutoka hapa alishtua majirani kwa kudai kwamba mkewe na wanawe wamekuwa wakimuibia. Alidai kwamba mifugo wake na mavuno shambani yamekuwa yakiibwa kila mara na kukadiria hasara kubwa kama mkulima, eh, kuk, kama mkulima huku washukiwa wakuu wakiwa ni wanawe wakishirikiana na mkewe. Anaanza hey, kujiuliza, mtaidiaje huyu? Ni mzee wa boma, hii ni mali yenu you know? Utafikaje mahali unaiba mali yenu unajibia. Nikiangalia nashindwa. Na mzee alifika wapi ndio akajua ni hao. What happened ndio akapata kujua kwamba ni familia yake ndio wanamwibia. How can you steal from yourself? Maana hii mali akivuna kwa shamba yafaa mtumie nyinyote. So najiuliza mnaibaje? Ama pia huyu mzee ni mkono gamu, wale wazee ambao pesa kutoka ni matanga. Hey! Sijui ndio wanamwibia. What do you think? Maoni yako yepi. Napo pale kwa mmoja, samahani maoni yako ni yepi pale kwamba mbona bas, uyu mzee, eti? Pale kwenye comment section, niandike pale, alafu itakuwa vema zaidi. Naam, ama pia kwenye simu yangu ambayo ni 0722 243949 Ndipo endelea pale. Nikatoka eneo la Undanyi, Taita Taveta, kasema ai, ndio mzee akalia tu, alia mke na wanawe wanamwibia. Nikavuka mpaka eneo la wapi, nikavuka mpaka Kilifi. Kilifi kule pwani bado e, kuna demu mmoja wa hapa alimchemkia mumewe akimlaumu kwa kumpimia hewa kwa miaka mingi. Hatua ya demu huyo ilitokana na tabia ya jamaa kumnyima uhuru wa kujiunga na vikundi vya wanawake vya kibiashara. Akashuku wangemchanua wange amteme. Jamaa alikuwa mkali kwa mkewe hadi juzi, mwanadada huyo alipoamua kujinasua na kumkabili. Yaani, wewe umeua mtu alafu uko so insecure, man. Why? Yaani, ama msichana ni msupu sana. Kuna mtu mmoja alisema ukitaka usumbuliwe kwa ndoa oa oh, mwanamke mwagli. Najiuliza, do you think hata mwagli apendi kama vile we ulimpenda? Akiwa mwagli kuna mtu mwingine atampenda, so usijidanganye. anyway, wanasema hata hapo ni kidogo kuliko akiwa msupu. Haya, wengangana na mwagli wakwako. Sema kitu ni wapi? Eneo la Kilifi mjini. Kwa hivyo mke mke awakia mume kwa kumpimia hewa mtaani eti. Haya. Nikitoka pale nikavuka nikasema, acha niachane na kule pwani kidogo, nikavuka mpaka eneo la Lalote. Lalote iko kule Nakuru ambapo jombi moja wa hapa alichekwa na rafiki kwa kumsuta eh, jaribio lake la kumrushia ndoa, eh, ndoana dadake ili ilipopiga gonga mwamba. Duru zinaarifu kuwa makalameni hao walikuwa marafiki wa chanda na pete kwa muda mrefu, lakini juzi urafiki wao uliingia doa na kivipi? Inawezekana wapolo mmoja alipagawishwa na urembo wa dada ya rafiki yake, na mara ya kwanza alipomrushia chambo kipusa akaonekana kuchangamka, lakini siku chache baadaye akamtaka acheze mbali na amkome. Jamaa alifurahi, alifura na kumwelekeza kidole cha lawama rafikie. Najiuliza, Nyinyi mko marafiki chanda na pete kuanzia kitambo, nini naweza ikafanya kwamba ukijaribu, unajua tukiwa marafiki na ufike mahali umekatia, chanaitumia lugha ya vijana, umekatia sistangu. Unajua kwamba urafiki huu basi unatiliwa uzito, mbona basi nifike mahali wakati sistangu anarudi kukataa? Una, unajua tu ni mimi ndio nimemkataza, alafu nakuja unazusha. What could that be? Does it mean kwamba kuna siri ambayo jamaa anajua kuhusu rafiki yake ambayo huenda watu wengi wajui? Wafikiriaje? Mbona basi wakati huu msiana alimkataza, akaona tu rafiki yake. What do you think? Haya, semezana nami hapa chini ya video hii, nikitoka basi eneo basi alwat kule Nakuru. tuna kazi ya rafiki yako kati ya dada yako. Haya, semi kitu nimalizie katika eneo la Mtwapa Kilifi, nikarudi pwani Mtwapa Kilifi. de mmoja wa hapa alitemwa na sponsor wake kwa u uh, uh, uh, kutaka amtambulishe um, kwa watoto kama mkewe Mwanadada huyo alikuwa katika uhusiano na Buda huyo eh, kwa uh, Buda huyo mjane kwa miaka sita hadi juzi alipoharibu mambo kwa kutaka atambulishwe kirasmi. Buda alihamaki na kutat, kukatiza uhusiano na demu huyo akimwambia alikuwa amevuka mipaka. Na wewe umeenda we, haina tatizo. Kile kimefanyika pale ni kwamba huyu mwanadada alifika mahali akapata na mtu ambaye mke wake alifariki na akaanza uhusiano. Alipoanza uhusiano sasa, amefika mahali akasema, a niweke tu waziwazi, angalau pia watoto wajue, eh, niko hapa. Anamwambia hivyo, mzee akifika mahali eh, tuli agree tunafanyaje uhusiano wetu, alafu nataka niweke wazi. Hivyo ndivyo uhusiano uliisha. Najiuliza, mbona, ama watoto wamekataza mzee, wamekataa baba yao asioe, ndio baba anaficha kwa sababu hataki kuudhi watoto, ama pia kuna fia zake kwamba akifika mahali ya kuweka wazi alafu muoe, ama ama anafikiria kwamba ulikujia tu mali, sijui nini. Unafikiria huyu mzee anaweza kuwa naogopa umekuwa na mtu kwa uhusiano kwa muda, alafu akifika mahali akwambia nitambulishe kwa familia yako, unafika akataa. What could be the reason? Haya, semezana nami pale kwenye mtandao wetu pale. Hapa chini ya video hii kuna neno uh, subscribe. Kabla basi mmeza nikujuze kusemezana, click hiyo neno subscribe. Hapa chini tuko na neno subscribe uh, kwenye pita pita za kwangu nami hapa VMM. Ukisha click hiyo neno subscribe, in case kwambia sign in, sign in na jimela account yako. Copy the link hapa juu and share, na weke comment yako hapa chini. Then click notification bell. Kuna alama ya kengele hapa. Just click pale na itakuwa wema zaidi. Kwa hivyo make sure ume subscribe pale na Mungu akutende wema. Na zaidi weka comment yako pale, nijuze wasemaje. Lakini hapo, basi kweli tuasema katika pitapita za kwangu nami hapa VMM. Ama kweli kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you, I love you all, bye, bye, subscribe.